Na huzuni ilitanda katika kijiji cha Muyeye, eneo bunge la Malindi wakati wa mazishi aliyekuwa afisa wa GSU Isaac Ngala aliaga dunia katika msitu wa Shakahola miaka miwili iliyopita. Ngala alifariki pamoja na watu wengine saba wa familia yake akiwemo mama yake, mkewe, wanawe na kakake mdogo. Siku ya Jumatatu, familia hiyo ilifika katika makafani ya hospitali kuu ya Malindi kutazama mwili huo baada ya chembe chembe za DNA kuiana na zile zilizochukuliwa kwa utambuzi. Mwezi Aprili mwaka jana, familia hiyo ilikabidhiwa miili mingine ikiwemo wamkewe Ngala, na sasa wakisubiri miili mingine mitatu iliyosalia. Sasa tuko tayari tukuelekea kule nyumbani kwa mazishi. Ni siku ambayo sasa imeibua hisia ime ime kali kabisa kutoka pale tulipoachana 2023 mpaka leo. Leo ni siku ambayo sasa tumekumbuka yote ambayo yameshatendeka na ni siku ambayo ni mbaya sana, lakini hata hivyo, tutafanya nini? Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde, tubebe mwili tukastiri katika hali njema, na pia tuzidi kuomba hata ile miili ingine ambayo ishabaki uweze kuipata mapema, tuweze kuzika ili hili jambo tusahau.